Pongeza sana chama cha netiboli mkoa wa Dar es Salaam kwa kuweza kufanya mashindano haya ya ligi daraja la tatu ngazi ya mkoa wakiwa na lengo la kupata timu itakayowakilisha mkoa wa Dar es Salaam katika mashindano ya netiboli ngazi ya taifa ligi daraja la pili ngazi ya taifa baada ya michezo ya taifa ya BMT. Tunaomba tutumie nafasi hii kuwaomba viongozi wa netiboli katika mikoa yote Tanzania washirikiane na ofisi za wenyeviti wa kamati za michezo za mikoa ili waunganishe nguvu ya pamoja na wadau wengine ili kila mkoa uweze kufanya mashindano ya netiboli kama alivyofanya Dar es Salaam. Tunaamini ushirikiano kati ya vyama vya netiboli vya mikoa na ofisi za mikoa za wakuu wa mikoa chini ya e, usimamizi wa wenyeviti wa kamati za michezo za mikoa, wakiunganisha nguvu za pamoja, wataweza kufanya mashindano kama haya katika mikoa yote. Hii itasaidia kutoa nafasi ya kupata timu nyingi ambazo zitashiriki mashindano ligi daraja la pili ngazi ya taifa na kutupa mwanya wa kupata wanamichezo walio wengi mahili na hata ile e, ya yaweza kuchagua wachezaji wazuri wa kuunda timu ya taifa itakuwa kubwa. Tutapata nafasi ya kuchagua wachezaji wa kutengeneza timu ya taifa kutokana na uwingi wa mikoa iliyoshiriki katika mashindano ya netiboli katika mikoa yote kwenye ligi za kitaifa. Hivyo basi Tunaomba sana kama kuna changamoto ataipata, viongozi wa mikoa wasisite kuwasiana baadha ya michezo e, ya taifa pamoja na ofisi za wakuu wa mikoa, kwenye kupitia ofisi za makatibu tawala mikoa, ambao ndio wenye vituo vya kucheza michezo ya mikoa, uone namna gani tunashirikiana kupeana mawazo ili netiboli ichezwe nchi nzima na sio Dar es Salaam peke yake. Maana malengo ya nchi ni kucheza mchezo huu maeneo yote Tanzania na sio kwenye mkoa mmoja Dar es Salaam. Kwa kila mkoa ujipange, kila mwaka tunajitahidi kufanya mashindano haya kwa uweledi kabisa na kisheria. Haya yanaanza ya daraja la tatu, wanaoshinda hapa, washindi watatu wanaenda daraja la pili taifa. Kwa hiyo taifa natusubiri sisi, tushinde hapa wapate timu zao za daraja la tatu, na kipotokali kisheria natakiwa mikoa yote ifanye haya mashindano, hafu wale washindi ndio wanakuja kwenye eh, ligi daraja la pili. Si tunashukuru tumefanikisha, na tunafanikisha tumefani kila mwaka kwa unyimi wetu mwaka jana kwa timu yetu iliweza kushiriki timu ya Comfort, lakini hatukupata kufika katika hatua nzuri. Ila kwa jinsi tulivyojipanga mwaka mzima kwa mazoezi, maandalizi ya kiakili, kimwili na kiafya pia, tunatarajia kufanya vizuri katika msimu huu wa mwaka e, 2025. Naamini timu yangu inaweza kufika hatua nzuri, Mungu akipenda, inshaallah na tukapata kushinda au tukachukua fainali.